Kuna majina ambayo ulimwenguni hayakutajwa sana, na yalikuwa yamefanya mambo makubwa sana mpaka kufikia kuuza madawa ya kulevya ulimwenguni kwa asilimia themanini, na huyu ni mtu ambaye aliweza kuheshimiwa sana na watu wa karibu wake pamoja na serikali kwa ujumla wa nchini mwake, Don Fabio Ochoa, mzee ambaye alikuwa na ushawishi mkubwa nchini kwake Colombia, lakini pia mzee ambaye alikuwa na uwezo wa kuuza madawa asilimia 80, madawa ya kulevya asilimia 80 ulimwenguni. Mzee huyu aliweza kuheshimiwa hata na kijana wake Pablo Escobar, mtu matata, mtu machachari, mtu ambaye ukizingua sheria zake maanake umeuawa. Na huyu ndiye yeye, Don Fabio Ochoa aka Don fabio. Saludo, mis hijos, mis nietos Mis amigos y todos los caballistas en general. Don Fabio anajulikana kwa umaarufu hasa katika biashara yake ya mazizi ya ng'ombe pamoja na mazizi ya farasi kule Medellin, Colombia. Na alijulikana pia kwa ufanyaji biashara wa migahawa na kupenda kwake kuendesha farasi, lakini nyuma ya pazia hasa ya utajiri wake inasemekana ni uuzaji wa madawa ya kulevya ambayo yalifikia hadi asilimia ya themanini ya usambazaji wa madawa ya kulevya ulimwenguni hasa aina ya cocaine. Kwa hiyo katika miaka 1970 ndio kipindi ambacho hasa watoto wake waliingilia kati biashara hiyo na kuifanya kwa mafanikio makubwa sana. Don Fabio ana watoto watatu, wa kwanza akijulikana kama John Wise, Juan David pamoja na Fabio Oa Vasquez almaarufu Fabito. Hawa walijulikana kama Ochoa Brothers, vijana ambao waliweza kusafirisha madawa ya kulevya hata kuingia Marekani. Sasa huyu George Wise aliweza kufikisha madawa ya kulevya Marekani na akawavuta ndugu zake pamoja na almaarufu Pablo Escobar, na hapo sasa ndio ilipoanza safari rasmi ya Pablo Escobar kuingia katika madawa ya kulevya. Mpaka pale ambapo katika miaka 1970, Don Fabio watoto wake sasa kina Joan Wise waliweza kusambaza madawa Marekani na baadaye kuwa na mafanikio makubwa sana. Sasa kulikuwa na ki, kikundi ambacho almaarufu kinajulikana kama Medellin Cartel ambacho kilikuwa kinaongozwa na watu wengi ikiwemo huyo uh, Pablo Escobar. Sasa swali linakuja, ni upi uhusiano kati ya Don Fabio pamoja na Pablo Escobar? Um, mwaka 1990 miaka hiyo karibuni, mwanawe Don Fabio aliweza kutekwa na kikundi cha M19 Urban Gulila, kikundi ambacho kilikuwa kinatafuta sasa nacho ushawishi wa kuingilia kati katika uh, katika cartel katika Medellin cartel ya Colombia, maarufu kama hiyo Medellin cartel. Pablo Escobar alifanya juhudi kubwa sana ya kumrejesha mtoto wake um, Don Fabio, na aliitisha kikao mara moja katika hoteli maarufu kwa Colombia so Alifanya push up kubwa sana pale um, Pablo Escobar katika kumrejesha ule mtoto wao mtoto wa Don Fabio. Kwa hiyo Pablo Escobar aliforce mtoto wake kurudi kiasi ambacho wao walowateka walijikuta wao wametekwa na mtoto kupata nafasi. Kwa hiyo hiyo pia Pablo Escobar alipata heshima kubwa kutoka kwa um, Don Fabio na hicho kilikuwa ni kama kionjo ambacho manake, Don Fabio alimrejeshea heshima kubwa ambayo aliyokuwa nayo. Lakini cha kushangaza mpaka mwishoni mwa miaka ya 90 watoto wake watatu waliweza kuonekanwa katika listi ya Most Wanted na FBI lakini sasa, nini kilichotokea kwa, kwa Don Fabio? Don Fabio yeye na biashara yake kubwa ambayo aliweza kufanya hadi kufikia asilimia 80 ya uuzaji wa madawa kulevya ulimwenguni hakuwahi hata kutajwa katika chochote kile na FBI au CIA. Lakini cha kushangaza watoto wake sasa walikuja na kukamatwa baada ya serikali ya Colombia kuwaomba watoto wa Don Fabio kujisalimisha. Alitoa amri mara moja, watoto wale wakajisalimisha katika serikali ya Colombia na of course, watoto watatu kati ya hao walijisalimisha, na aliombwa pia Pablo Escobar ajisalimishe, lakini kwake yeye aligoma moja kwa moja. Ndipo palipokuwa na mvunjano au mfarakano baina ya yeye na Don Fabio. Na of course, baada ya miaka ya 90 mwishoni, pia Don Fabio alifariki dunia na kuacha ulimwengu kama hivi ambavyo vinaendelea hadi leo katika, katika biashara za madawa kulevya ulimwenguni. Kwa hiyo Don Fabio ni mtu ambaye aliheshimiwa kwa kwa heshima kubwa sana na mtu ambaye alikuwa ni mhalifu mkubwa ulimwenguni mtu kama Pablo Escobar. Kwa hiyo kwa kwa ni ufupi tu wa Simulizi yetu leo kuhusiana na mtu ambaye alimheshimu au mtu ambaye aliheshimiwa zaidi na Pablo Escobar almaarufu Pablo au Escobar muuza unga. Kwa hiyo ni hivyo tu. Asanteni sana na endeleeni kufuatilia Tunu Studios. Buenos días, señores caballistas. Mis mis nietos, mis amigos y todos los caballistas en general.